Um... naam, sijali jua wala mvua, ninachojali mimi ni kukuletea yale yaliyo ya kheri na mazuri. Twende tukaendelea kuwauliza vijana wenzetu, wanatambua wa nini, wanaelewa nini wanaposikia neno zakatul fitr. Bismillah. njo njoo, kuna vijana wenzangu hapa wa Kiislamu hapa, wapo wa Kiislamu hapa, wapo. Sasa nina swali ambalo nitalichangia nyinyi. Naam. Mmoja Naam, atajibu hiki mwingine atajibu hiki. Nitawauliza kwa pamoja. Je, yeah, unafahamu nini ukisikia neno zakatul fitri? Naanza naye. Ah, uh, zakal alfitri, uh, eh, uh, yani maana ni kuwasaidia watu wasiokuwa hawajiwezi yani. Watu wasiojiweza. Eh. Wewe unafahamu nini kuhusu zaka? Watu wasiokuwa na uwezo watu ambao hawajiwezi, kuwasaidia kuwasaidia. Kwa wakati gani? Kwa wakati wowote ule, iwe mchana, iwe asubuhi, iwe jioni kwa nifeza, na chochote kilichokuwa nacho ama ni fedha au ni chakula. Tunawasaidia nini? kina kwa ha, kwa ha, kwa pesa, kupeleka chakula katika magereza. Ni nani anastahili kutoa zakatul fitr? Ni sisi wenyewe. Haya, kipindi chetu kinaitwa juza ni kujuze. Je, wajua swali linakuja hapo? Juza ni kujuze, mimi nakujuza na wewe una nijuza. Sasa mimi nataka niwajuze ninachofahamu kuhusu zakatul fitr. Naam, msikilizeni kwa makini sana, na watazamaji wetu pale wanajifunza kutokamana na sisi. Sawa bwana. Sawa. Zakatul fitri ukiileta kwa tafsiri ya Kiswahili, maana yake ni zaka ya kufungua, sawa eh? so, tumetoka so. kwenye mfungo wa Ramadhani, tunakwenda kufungua sasa kuendelea na maisha ya kawaida, ndio tunaiita zakatul fitri. Ni sadaka inayotolewa kwa mtu maalumu. Mtu maalumu yupi? Ni yule ambaye ameipata Ramadhani na ameipata siku ya yaumul eid. Unafahamu, ikitokea mtu akakosa siku moja, akakosa kimoja kati ya hivyo Yani, akaipata Ramadhani alafu Mwenyezi Mungu akamchukua siku moja kabla ya yaumulidi, huyu hatolewi zakatul fitri. Anaitolewa ni yule aliyepata vyote. Ikatokea mtu akazaliwa mtoto yaumul idi, lakini Ramadhani hakuwepo, huyu hatolewi zakatul fitri. Kwa hiyo, sharti la kwanza ili utolewe zakatul fitri, lazima uwe umeipata Ramadhani na uwe umeipata siku ya nini, ya, ya idi, sawa eh? Je, ni nani anayepaswa kutoa? Ni Muislamu. Jambo la kwanza awe ni nani? Muislamu. Jambo la pili, mwenyezi Mungu aweka mbariki, ana uwezo kidogo wa kujikimu. Kujikimu, kujikimu kivipi? Sharti lake ni hili. Tumefungua mwezi wa Ramadhani, leo tumeuona mwezi, si ndio? Leo tumeuona mwezi, nasema leo bwana, mwezi tumeuona, kesho idi. Ukapata kula futari yako vizuri pale, mapochopocho umeshiba, ujihakikishie kesho wewe na familia yako mnaftari, mna chakula chakula asubuhi, baada ya swala mna chakula chakula mchana, na mna chakula chakula jioni, na akiba ikabaki. Ile inayobaki ziada, sasa mnaweza mkaitoa sadaka kama Zakatul Fitri. Hauna frani, kula yako ya asubuhi imekuwa tafrani, mchana hujui utakula nini na jioni wanaojui watakula nini, wewe. Mwenyezi Mungu amekusamehe, haupasi kutoa zakatul fitri, bali kinyume chake, wewe ndio unapaswa kupewa zakatul fitri. Je, kuna kitu mmeongeza hapo? Kuna swali mpaka hapo, mmeongeza kitu, lakini kizuri kabisa, na Waislamu wameongeza kitu, ndiyo. Basi naendelea. Je, ni nini kinachopaswa kutolewa zakatul fitri? Kinachopaswa kutolewa zakatul fitri ni chakula pendwa kwenye hilo eneo. Ndio maana ikawa zakatul fitri ni kwa ajili ya mtu maalumu kwa wakati maalumu na kitu maalumu. Mtu maalumu tushamtaja tayari. Wakati maalumu ni Ramadhani na yaumu laidi, yani baada ya Ramadhani ndio zakatul fitri inafanyaje, inatolewa e, yeah. kitu maalumu chenyewe ni kipi? Chakula pendwa, kinachopendwa kwenye eneo hilo Je, ni chakula gani hicho? Kwa mfano kama haya mazingira ya kwetu Dar es Salaam. Kitu gani kinapendwa sana, yaani kinaliwa sana? Chakula kinacholiwa sana ni mchele. Mchele, wali, si ndio? Biriani, si ndio? Mchele kwa ufuata hawa la mkisilali wali. Au sio? Kwa hiyo mchele sasa ule unatakiwa tutoe kipishi moja, wasomi wa, wa, wa waliweka kwa, kwa zamani mtume alisema pishi lakini kwa leo sasa sisi hatutumii pishi leo tunatumia mfumo wa kilo kwa hiyo ile pishi wanazuoni wakaipima wakaja wakatoa kwamba ni tathmini ya kilo mbili na nusu kwa maana yake zakatul-fitri ni kilo mbili na nini nusu. na nusu unatakiwa utoe kilo mbili na nusu ya, ya mchele ama thamani ya huo mchele je ni mchele gani ni wowote tu hapana ni mchele ule super kiwango cha juu kabisa sawa sawa ili muislamu mwenzio yule aliyefunga kwa tabu na dhiki, basi na yeye kwenye, kwenye sikukuu na yeye apate faraja, afurahi, asikae kinyonge. Lengo ni kuwafariji wale wasiojiweza na wao kwenye sikukuu wapate faraja, yeah. Ushanifahamu? kuna eh? Yeah, eh, eh. Swali lolote hapo. Je, ni nani anayestahili kutolewa? Kama una mke, una watoto, yeah. Na una watu ambao unawalea pale nyumbani wewe ndio kiongozi wao unatakiwa watolee wale wote kwa kiima sawa huo huo mchele ah. mchele si kilo mbili na nusu yeah, kilo mbili na nusu kwa kichwa wewe hapo unatoa kilo mbili na nusu mkeo umtolee na yeye kilo mbili na nusu yake mwanao umtolee kilo mbili na nusu yake na kama kuna kijana yoyote unamlea anakutegemea wewe yani yoyote ule ambaye anakutegemea upo naye unatakiwa umtolee na yeye kilo mbili na nusu yake. Kwa hiyo utaunganisha, utaunganisha unganisha hapo kilo mbili na nusu nusu kilo tano kilo mbili na nusu kilo saba na nusu kilo mbili na nusu kilo mbili unapata ile idadi nzima inayotakiwa kilo nne sijui, kwa idadi utakayoipiga wewe utanifahamu kwa idadi kamili. alafu naenda na unatoa ile zakatul-fitri yako unamtafuta yule aliye mwislamu aliyefunga anayehitaji faraja siku ya sikukuu. Nafikiri ni, wa, ni nimeongezea kitu kizuri sana kisuri, ha, ya, lakini umekipata leo. Allah kawaleteni rehema hii, neema neema kabisa. ushawahi kutoa zakatul-fitri hapo nyuma, ulikuwa unatoa yeah. lakini ulikuwa hujajua hili ambalo linatakiwa. Naam, naam, basi Allah azidishie sana kila la kheri inshallah. Waislamu wamejifunza kutokamana na sisi hapa, na Mwenyezi Mungu atulipe kheri nyingi kwa kuwafikishia Waislamu kheri hizi. Tunawa, nataka niwaambie kitu Waislamu, kuto kujua kwenu haimaanishi kwamba nyinyi si Waislamu. Kuto kujua kwenu haimaanishi kwamba nyinyi hamujui Uislamu. Mtume alishasema Uislamu utakuja ni mgeni na utaondoka ukiwa ni mgeni yeah. Uislamu leo mimi nikiingia darasani, unaniona hivi nafahamu no. Lakini kuna vitu nikienda nikioneshwa leo, leo. naweza nikajiona kama ndo nimesilimu leo, kama ndo nimesilimu leo, sijui kitu kwa hiyo Waislamu msije mkaona kwamba ndugu zangu hawafahamu kitu, mkafikiri kwamba hawajui kitu chochote, la, kuna baadhi ya vitu ndio hawavijui. Haa, na shaa, leo lengo letu ni kujuzana, kipindi kinasema ni juza ni kujuze, njo tujuzane, ndo maana yake, mtanifahamu basi. Inshallah Mwenyezi Mungu alipe kila laheri. Mimi mi nimefurahi sana kwa kunipa ushirikiano wenu na Waislamu wamejifunza kutokana na nyinyi. Juza nikujuze njo tujizane ndio jina la kipindi. Je, wajua? Swali langu ni hilo, je, wajua? Usimcheke asiyejua kwa sababu nawe ulikuwa hujui vile vile. Na kama ulikuwa hujui, nami nimekujuza na tumejuzana kutokamana na ndugu zetu wa Kiislamu hapa. Kipindi chetu hiki kinapatikana katika channel yetu hii ya Samba TV. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu, share video hii kama umelike, comment hapo chini, usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Asante.